Mambo haya saa nane, saa tisa. <tipos> Natumai <tipos> watu wengi wananielewa sana, wachache sana wasini ju. Kwa anaitwa Haji limetokea, ni shefu ambaye anajulikana vizuri. Tutaanza na mapishi yetu rasmi kwa vitendo, kwa kuangalia na kuja kuona, hata kusogelea hapa kwa kuonja na kwa kula pia. Tutaanza na pishi letu leo, pilau la kinyumbani la kiasili ya Afrika kabisa. Na imani watu wengi wanaelewa nini pilau. Nikisema pilau watu watu wengi wanaelewa, lakini kila mtu analipokea kwa namna yake. Nadhani sasa sauti yangu nasikika vizuri eh? pilau lina mambo mengi mpaka likaitwa pilau. Kuna mchanganyiko wa vitu vingi, ndio likatengeneza neno pilau. Kuna kuwepo na uzire, na imani watu wa Swahili tukisema uzire tunauelewa eh? Yeah. Yes, kuna mdarasini, kuna eriki, chungu saumu, kuna tangawizi na pilau mixi na vitu vingi ambavyo vitachanganywa pale unapohitaji ladha yako ya chakula. Leo tutaanza hilo katika pilau. Pia kuna rangi ambayo unaweza ukapendelea kuweka au kuipata kwenye ile pilau lako, mfano ukaweka karoti, kuna kitu kitakuja tofauti, lakini uwekaji wake sio kama unaweka kwenye mchuzi au kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo tutafundishana kutengeneza hilo pilau. Kuna swali lolote mpaka hapo? navyo hapa Pilau vimekamilika. Weka maji. Weka maji. Hiki ni kitunguu kinajulikana, ndo maza dish ya spice ambayo tutaanza kukikata kwa ajili ya kuandaa pilau. Kibiriti kipo. Kwa vitunguu vyetu vipo na nyama yetu ipo ambayo tutaitumia leo pilau nyama. Kwa tutaanza mapishi yetu rasmi kwa kusafisha kitunguu vizuri Leo tuna mchele kilo moja. <tipadilasati> <tipadilasati> Jamani, tupo hapa kwa ajili ya kujifunza. Mtu akihitaji kula pilau, basi siku ambayo tutamaliza, tutafanya hilo jambo, lakini hapa tupo kwa ajili ya kujifunza kwanza, halafu baadaye sasa utaenda kujaribu. Ukishindwa utaniambia umeshindwa wapi. Lakini hapa tupo kwa ajili ya kwanza kujifunza. Kwa mchele wetu kilo moja, kawaida ya mapishi maximum, unatakiwa usikose vitunguu vitatu. hakikati tu kwa sababu ya kupika pilau ni kitunguu. E, si mmekiona? Chukulia hiki mfano, sikiona hiki, huku nyuma, huku mbele, yaani huku juu, huku chini. Tunapokikata tunapata hivi, tunapokata hivi kitunguu cha pilau, tunapokata hivi ni kitunguu cha kachumbari. Haya, tunaendelea na kukata, jamani kwa sababu mko mbali. Ukata kitunguu, tunaendelea na jamaa mmoja huyu, anaitwa Eliki kitunguu usaumu. Kwenye pilau jamani, akikosekana mambo mengi sana yanatokea. Kwenye saumu ni muhimu sana, ni moja ya spice, spice ambayo ya iko hai. Kisu chako tu unaweza ukatumia na ukakitengeneza tu vizuri utakuwa na kisu chako kwa nyumbani, unakati kati mbodi, unakiminya tu, na hii tayari ushakisaga kitunguu, unakikata na kisu taratibu wali kuwa laini, lakini watu wengi wanajua kama ni urembo. Ni urembo na ladha, lakini inasababisha wali kuwa laini, hata kama mchele mbaya, maana mchele hii haifanani. Siku unaweza mchele ukatia maji mengi, ukaona wali umeharibika, siku ukatia maji kidogo, ukaona wali umeharibika. Tunakata karoti yetu. Kata karoti sasa. Nahisi maandalizi yetu yamekamilika, tunaweza kuanza kupika. Jamani, tumeweka sufuria yetu jikoni, nasubiri tupate moto kidogo tuweze kuweka mafuta. Tusikilizane, kama kuna mtoto analia, basi naweza akaenda nje akambembeleza kidogo akarudi. kilo moja tatumia mafuta robo ya robo maximum wa mchele wetu kilo moja, tunatumia mafuta robo ya robo. Yani ya mafuta ni nusu, yanatakiwa yagawiwe mara nne kwa mchele kilo moja. Tupunguze kuongea kidogo, tusikilizane maximamo mafuta ya nusu lita yanapika mchele kilo nne unaelewa vizuri kwa hiyo kama kilo moja utayagawa ya mafuta mara nne e, ya ile ya nusu lita unayagawa mara nne hapo tumeelewana nadhani nasubiri mafuta yetu apate moto kidogo tuweze kuweka vitunguu Hivi ni vitunguu maji vimeanza peke yake. Mawekaji wa vitunguu saumu kwenye pilau la kilo moja maximum, tunapata pinchi moja, pinchi moja. Kama vitunguu vikubwa, ni kimoja, ni hiki inafaa kupikia pilau la kilo moja. Hivi vitunguu vitapozidi sana kwenye pilau, vina tofauti kidogo, kwa hiyo tusiweke ni vingi sana. Koroga vitawiva mpaka itapofikia brown, sio kungua. Kufikia brown au rangi ya kahawia, ndio tutafanya kitu kingine. na katika upishi tunatakiwa tubanze sana moto kwenye upikaji. Usikubali jiko lako unapika likalia sauti kubwa, kila mtu akasikia, kama kunawashwa gesi. Hakikisha jiko linawaka moto mdogo, ambao wa kupikia, sio wa kuchemshia maji. mko huko na iko hapa, jaribu kusikilizana kidogo. So tusikilizane jamani. apo karibu. Kitu cha pili kuwekwa ni uzile. Kwa nini unaweka unawekwa wa pili uzile? Unawekwa uzile kwa sababu kuna kawia kuiva na pia ni spice ambayo inaweza kavumilia mafuta bila kubadilisha ladha hiki chakula. Lakini kuna mdalasini, kuna iliki na kuna unga, kunaunga wa pilau. Hivi vitu ni rahisi kuungua na mafuta endapo kianza kumweka huyu alafu, ukimleta huyu basi, huyu akataka kuwa tayari huyu analeta ladha nyingine. Kwa tunaanza na uzire. Uzire maksimamo yake kwa pilau tu moja ni kijiko kidogo cha chai, bidha lenye mbamba ni uzire. Weka eliki, pinchi nne tu za eliki. Unaweza ukaziponda ponda au ukazipasua kama mimi nilivyozipasua. Oh, yes. Sasa tunaweka darasini wa unga huu, maximum ni kijiko cha chai Sasa tunakuja na kitunguusaumu, tumekiweka karibia ya mwisho kabisa. hii ni pilau mix hii. Tunaiweka nusu kijiko hapa. tunaweka karoti zetu ambazo tulizikatakata, ndo kitu cha mwisho katika hili nyama yetu ambayo imechemshwa na ina mchuzi kidogo, kwa ajili ya samo ya kutengenezea kwao. Tunaweka mchuzi wake kidogo. Kuna watu jamani, tunatumia gae hizi kwa ajili ya kupikia pilau naona hii <coughs> kama utaitia kwenye pilau ile pilau itakuwa kama uji eh? Kwa hiyo kazi yake hii kwa ajili ya kutia ladha chakula, lakini haipi. Mfano, umepika ubwabwa usitumie. So kwa ubwabwa, ubwabwa kama ubwabwa sio pilau, tukazungumza tu ubwabwa e, hii haihitajiki hi, kwenye ubwabwa kwenye vitu vingine. Yale pilau ni sawa, lakini kwa sababu tuna process hapa. Lakini wali kama wali ukaweka tui ukaweka jina moto hapo, hapana lakini unapikia mchuzi kwenye supu ndo asilimia mia hii, kwa sababu hivi ni, ni vitu ni vingi ambavyo vimekaushwa ndo vimewekwa hapa, sio labda imetengenezwa kwaja, ni vitu ambavyo, vyakula ambavyo vimepikwa, vimekaushwa ndo vikatengenezwa hii. mpaka hapa. Kuna mtu ana swali haya. <coughs> Umekaanga pilau yako vizuri, umejisahau, yani umejisahau kidogo, ukakuta umeonja, ukakuta uchungu. Manake inatokeaga hiyo, yani umekaaga, lafu umejisahau, ukakuta na uchungu. Tunashauriwa tunaweka sukari kidogo, umeelewa? Usiamwage yale maji, unachukua sukari hata kijiko cha chai kidogo, unaweka kwenye pilau. Imetokea umekaanga vitu vyako vikaungua, kama wengine wanaosinzia hapa, kidogo umesinzia vikaungua vile vitu, basi jitahidi usikubali kufanya ile jambo kuendelea kupika mpaka upate solution yake, unaweka sukari kidogo, usiweke sukari kama chai ambayo hata mtu akila hawezi kujua uka maji yetu yapo tayari, tunaweka mchele ekadamaz kwanza, ukamwaga tu maji nje, ukaja na mchele Amka, maji yenyewe yatakuwa yanapungua kwa kasi, kunaweka tunaweka mchele wetu na maji kuchemka. Sasa tunaweka nyama hii. Nyama tunapenda sababu imeshawiva, hatuwezi kuiweka mwanzo. Badala ya kuweka mchele, ndo tunaweka nyama, kwa sababu kama ingekuwa haijawiva, ndo tungeanza nayo kwenye kutengeneza, hapa kwenye kukoroga mchele una fursa muda mwingi kukoroga ukiwa wali haujaanza kuiva, lakini wali unapoanza kuiva hauhitaji mambo mengi tena kushikwa shiko. lakini hapa unaanza kuchemkia maji, unaweza kufanya vyovyote vile, na kukoroga mara kwa mara inasaidia wali kuto kupata makoko mengi. Mfano umepika mchele kilo tano lakini unapata makoko kilo moja na nusu Maanake kama mpishi wa mama mtilie unapata hasara, manake ni makoko yamekuwa ni mengi kuliko ule wali mwenyewe. ko nahakikisha haushikii kwa muda huu wa kwanza, na hapa sijapunguza moto kwa sababu mchele haujachemkia na maji. Utapochemkia na maji ndo at least unaanza kupunguza

Ay. Wali unachemka, umeshuka maji kidogo. Na kaida ya kupika pilau, jamani, kwenye makadirio ya maji, mfano mambo ya vipimo huyajui, kidole mnakiona hiki kidole hiki, alama ya kwanza Wanatakiwa utose, yaani kidole chako uguse mchele mpaka kwenye huu mstari, utajua wewe kutumia, utaanza. Binadamu na akili moja, hata hivi ukaona, si unaona, unashabihisha, una kidogo situmombo na akili kidogo, sawa. Kwa hiyo nchi moja ya kidole ndo wanatakiwa maji yawe juu, kabla ya mchele Isije kwa kuta maji yameshia me hapa, wale utakusumbua huko, utachukua muda mwingi sana kwenye kuiva. Tumeelewana nadhani? Haya, aliyakuwa maji unayaona, mchele hauoni hapa tumepunguza moto, tunasubiria wali wetu kuiva na angalia moto, moto kama ulipanda hapa. Hii inajipandisha moto hii.